Yeah. Kwa hiyo tunaweza hata sasa uniform yetu na ishara kubwa iwe kofia yenye nyota bila nini, pointa sana, yeah. which is 8. hiyo ilitoka wapi? 8 inatoka, uh, Safina watu wangapi waliingia? watu wanane nane. Nane. Nane. Nane. so

wa aka ak ya Noa ili iliingia watu na hao watu nane an ndio mwanzo wawoko. Uh, Noa, bibi, watoto watatu <coughs> na bibi yao. Ni kweli mm -hmm. Na hao ndio Mungu watatumia kuleta taifa jipya.

Mount Carmel. Na hapo ukienda hata, uh, leo walijenga walijenga kanisa kubwa kwa mulima ambao wa, wanaashiria sasa. Unaweza hata ukisoma kitabu cha kwa farme wafalme utasikia, uta, uta, juu ya wingu utakumbuka pale katika Mount Carmel eh, mahali Elia alifanya mapambano na na King <coughs> Ahab. Baadaye akarudi akapotea akaenda mahali ambapo alionyeshwa wingu ndogo ambayo itarudi kuleta mvua. So, they connected that hiyo wingu na mawingu mahali ambapo kuna nyota na hapo ndio hiyo mvua ilionyesha ndio ilikuwa mwanzo wa kuonyesha mwanzo mpya wa taifa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Now nikimalizia umuhimu wa Mama Maria kama nyota ya bahari. Hii sherehe ya leo now is the most powerful prayer. Is the most powerful celebration. Mary as the star of the sea. Kwa nini tunakumbuka? Siku moja, mwenyeka alikupatia story kwa bisa, labda wale walikuwa. Yesu aliingia mbinguni, akapata kuna watu wengi sana na wengine hawastahili kuwa huko, ni mbinguni lakini kwa rekodi, kuna watu hawastahili kuwa <laughs> akaita Peter. Si ndiye direkta wa eh, shule ya binguni? Peter, hao watu wanaoingia wote hapa lakini hawastahili? Peter akamwambia Yesu: ino mama yako ndiye shida hii. Wani, na, kwa nini amefungua ka mlango ingine huko kando na anaingizia watu huko? Mimi niko kwa gate na maga kitabu na vile watu wame perform lakini, mama amefungua ka mlango kengine kando, na anaingiza tu watu so, <laughs> nitafanya nini? Are we together? So kumbe, Mama Maria amekuwa akiingiza watu kwa njia ya <laughs> dirisha ya kando, why she is the mother of mercy.

kuna siku Mama Maria alitoa watu wote walio wamekuwa purgatory. Ni siku gani aliwatoa? Ilikuwa siku ya sherehe ya Assumption. Siku Maria alipokuwa kipalizo mbinguni, hakuna mtu alidara. Wote wal, walio kwa kumbuka, purgatory sio watu wabaya. Purgatory ni wale ambao wamekufa <tuhi> na ndoa na kwa hivyo, e anaelekea kwa oko lakini kwa sababu ya doa ya dhambi wanatakatifuzwa. <laughs> Na kwa hivyo Mama Maria ikiwa anaka mamlaka two favors. Two favors. Two favors, eh? favor ni favor ni ile ile aliomba aliomba msaada alipewa msaada mbili, moja ya Kana ya Galili alipo msingi mama aweze mwanaye aweze kubadilisha divai, na the second favor atashawa kwa kwa mwanaye ni kutoa watu wote kwa fakatu <coughs> Kana ya Galili na na kutoa watu pa na the, the, the favor was granted on assumption 15, ah, ah. Yes. Na sasa jua ni kwa nini tunastahili kusherekea hiyo misa. <coughs> Unapoenda misa ya assumption siku hiyo Mama Maria special permission kutoa watu wote wwamekwamaaao yes. Na siku zingine gani ambazo wazee wa kanisa pia wanasema waroho zilizo katikaa Christmas na Easter. Kwa hivyo siku tatu ambazo ya fema ya Mama Maria ni ni Assumption, lakini kuna siku zingine ambapo watakatifu wanaonyeshwa kwamba roho zote za paratole zinatoka. Na zinatoka kwa njia gani? Kwa njia ya maombezi ya Mama ma. Maria Christmas na hii Sifi Yesu Kristo. <laughs> Tuko pamoja. Kwa hivyo uh, hiyo ndiyo uh, hiyo ndiyo sababu moja ya Mama Maria kuwa na nguvu. Mama Maria is not a savior. Sio mwokozi, lakini amepewa madaraka ya kuombea na kufariji mioyo mioyo gani? Mioyo iliyokwama katika toharani eh. Na kufariki mioyo ya waliosafa safari, na sababu tuko kwa bahari na tumesikia percentage ya danger ni kubwa zaidi kwa bahari, na sisi tuko katika bahari ya maisha. Kwa hivyo intercession ya Maria inahitajika zaidi yes. Tuko pamoja, tuko, tuko pamoja yes.